Kwa mimi navyoona, nafikiri makanisa mengi, karama nyingi wanazo. Sana wababa wanaume. Natamani kujua katika jewawi yenu kuna karama zozote, labda kuna mwingine ni mwinjilisti, mwingine ni mchungaji, ana karama fulani fulani, ukitoa sasa biashara ambazo mnafanya ishu za, za kutafuta kipato, kuhubiliana namna ya kuishi katika matunda, kumpendeza Mwenyezi Mungu na vitu kama hivyo. Natamani kujua katika jewawi yenu karama zipo za kutosha pale, karama zipo nyingi sana kama zipo ambazo zinatawala pale. Mm, kuna wachungaji. Mm. Wachungaji tunaongelea pasta hawa ni mchungaji wetu ya na anafanya vizuri mm. kuna wainjilisti mm. Ah, mimi mwenyewe ni mwinjilisti ah. Okay, ah. Uko vizuri <laughs> <laughs> <laughs> na ulijuaje kama unaweza kufanya vitu kama hivyo? <laughs> b tulijua kumbe tunaweza ila tukiwezeshwa na, okay. na watumishi wa Mungu. Zipo nyingi sana kuna wahubiri mm. Wahubiri ni wengi kuna okay. Ndio hivyo. Zipo nyingi maana pale kuna wahubiri kuna wachungaji tuna wazee wa kanisa kwa wamama, tuna yani, niseme kwamba uongozi wowote uliopo kanisani una uliopo kwa wababa na kwa wamama upo ah, okay. kama vile ulivyo, yani tumeweka jenda mm. yani kote kupo mm. mama yupo anaongoza vizuri na baba yupo anaongoza vizuri <mulia>